hima ya kina hii ibada mtu alionayo huu upendo wa kina alionao mtu unamfanya mtu n kuchukia uovu sawa. Hofu ya Mungu inamfanya mtu afanya nini? Achukie uovu. Mithali nne kumina inasema kumcha Bwana ni kuchukia uovu, kiburi na majivuno na njia mbaya na kinywa cha upotovu. na vichukia Kwecha kwanza Kumcha Bwana unafanya mtu afanye nini? Achukie uovu. Cha pili, kutii maagizo yake. Hello, Yohana 14:15 inasema "Mkinipenda mtazishika amri zangu." Haleluya, tulisoma kwenye Luka 6:46 ambayo inasema na kwa nini mnaniita Bwana Bwana, walakini hamyatendi nisemayo. Nakumbuka hiyo, si ndio? Aleluya. Aleluya. Mathayo 7:21 inasema si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana, atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Kwa hiyo pointi ya pili, hofu ya Mungu inamfanya mtu afanye nini? Atii maagizo yake, si ndio? Pointi ya tatu inamfanya mtu atembee kwa unyenyekevu na uadilifu. Hello! Mika sita nane inasema ee mwanadamu, yeye amekuonyesha ya yaliyo mema, na Bwana anataka nini kwako, ila kutenda haki na kupenda rehema na kwenda kwa unyenyekevu na Mungu wako. Kwenda kwa unyenyekevu na Mungu wako haimaanishi kwamba unatembea hivi, labda ndo kaka ni mnyenyekevu sana. hello? Hapana, unyenyekevu ni kujitiisha chini ya neno la Mungu. Amen. Kwa mfano, neno la Mungu linasema sisi ni matajiri, sindio? Tunajua neema Bwana wetu Yesu Kristo kwamba japo alikuwa tajiri alifanyika maskini ili kwa umaskini wake sisi tuwe nani? We ukisema mi ni maskini tu, sio unyenyekevu, ni kiburi. Helo. Kwa hiyo unyenyekevu sio kujitweza unyenyekevu ni kujitweza kwenye neno la Mungu. Neno la Mungu linaposema wewe ni mfalme, ukisema mimi ni mfalme ni unyenyekevu. Kwa mfano, kama ni mwanaume ukasema siwezi kuingia, maana mimi ni mwanaume ukasema kuingia, ni kiburi. Hapana, si ndio? Umeenda ukuta, labda kuna sehemu ukuta hilo eneo labda ni la wanawake, unasema hapana. Unajua siku hizi kuna vioo ambavyo ni vya wanawake, unaingia unakuta mbaba ametoka kwa anakuambia. My pronouns are she her and they say what? Hello, namshukuru Mungu ajanipa mabinti kuta kuna binti yangu yuko ndani, na unatoka una, kwenye choo unasema, wewe pronouns zako ni her she and they. I will remind you to that day your pronouns Haleluya! So unapoitiisha chini ya neno la Mungu, neno la Mungu unasema ni mfalme. Unapotembea kama mfalme, unapoongea kama mfalme, unapoishi kama mfalme, ni unyenyekevu, kwa sababu alikwambia anahekima kuliko wewe, anakujua kuliko unavyojijua. Amen. Sema mi ni mfalme, sema mimi ni tajiri, sema najua mimi ni nani. Point number nne ya hofu ya Mungu inayoleta ni kutambua ukuu na utukufu wa Mungu. Haleluya! Kwa hiyo nikirudia ile definition pale juu, inasema hofu ya Bwana ni heshima ya kina, ibada na upendo wa kweli kwa Mungu, unaomfanya mtu achukie uovu, atii maagizo ya Mungu, atembee katika unyenyekevu na uadilifu na kutambua ukuu na utukufu wa Mungu. Sema amen. Kwenye andiko la kujua utukufu wa Mungu Zaburi ya 33:8 inasema nchi yote imwogope Bwana, wote wakaao duniani na wamche. Maana yeye alisema ikawa, yeye aliamuru ikasimama, si ndio? Ikasema unaweza kuona milima, kwa nini? Kainua mikono yako kwa sababu imagine, milima ilivyo mikubwa ilitokea kwa sababu Mungu aliongea alitamka tu maneno Hello? Amen. Kuna fursa kumwa. Unaweza kaangalia hata eh uh, sijui kama sikuhizi kipo zamani kwa na kipindi kwa inaitwa kipindi cha wanyama, lakii like kuna channel inaitwa Nat Geo Wild, ukaangalia ukaona, viumbe ukajiuliza, viumbe ni nini? Thank you, Jesus. Amen. Kwa unapotambua ukuu na utukufu wa Mungu,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 Maana mkono wangu ndio uliofanya hivi vyote. Vitu hivi vyote vikapata kutokea asema Bwana. Lakini mtu huyu ndiye nitakayemwangalia. Anasema, "What will you give me? Utanipa nini? Utaniweka wapi? Mbingu ni kiti changu. Dunia ni sehemu ya miguu yangu. Utanipa nini? Vyote ambavyo unataka kunipa ni mimi nimevifanya, mbingu ni mimi nimeifanya, dunia ni mimi nimeifanya." Lakini anakuonyesha kwamba mbali na ukuu wake wote, anasema kuna aina ya mtu ambaye Mungu anachanganyikiwa naye, sema nasikia, kuna aina ya mtu ambaye Mungu hawezi kumignore. A man that God can't ignore. Anasema, lakini mtu huyu ndiye nitakayemwangalia, mtu aliye mnyonge. Unaglia unyonge, naongelea unyenyekevu, sawa? Mtu aliye mnyenyekevu mwenye roho iliyopondeka, ili atetemekae asikiapo neno langu mtu ambaye akisikia neno la Mungu anafanya nini? Anatetemeka. Siongelee kutetemeka baridi. Hello? Unajua, una, unajua kuwa kanisani haimaanishi uh, unajua unaweza kaa kanisani, unaweza ukawa mwalimu wa neno la Mungu lakini ili andiko alikuhusu kabisa au tetemeki ukisikia neno la Mungu. Nilikuwa nasikia mtu mmoja anaongea mahali akasema ushauri ambao alisikia kanisani. Dada alikuwa anamuuliza, sio kanisa, sio hapa, sio Tanzania. Haleluya. Dada mmoja anamwambia ni huyu baba, baba ni tajiri. Kanisani anaongea na mdada mwenzake ambaye dada mwenzake akamwambia kula hela zake, kula hela, kula nini? Hello? Abraham alimwambiaje? Mfalme alitaka kumpa vitu, akasema sitachukua kwako kwa hata kamba ya, ya, ya sandals. Sitachukua. Usio ukasema umemtajirisha Abraham. I'll not take even even a latchet of a sandal. Si kasema amemsaidisha Ibrahim, ambanako hakuna. Lakini kwenye neno la Mungu, hello, tanakwambia wapi kwenye Bibilia Mungu amekataza? Mungu hajakataza. Sawa, asema, lakini Mungu ni Mungu wa rehema. Watu ambao wanatetemeka wakisikia neno la Mungu. Mtu anatetemeka sikia neno la Mungu maana ni. Ni mtu ambaye neno la Mungu akilisikia halimkwazi. Ni mtu ambaye neno la Mungu akisikia ni mwepesi kubadilisha maisha yake. Hello. Daudi alikuwa ni mtu wa namna hiyo. Alikuwa akiambiwa, "Oh my God." Ni mwepesi kubadilisha njia yake. Lakini Sauli alikuwa tofauti. Mtu ambaye anatetemeka akisikia neno la Mungu. Aakawa ni mkaka kanisani, ni mzuri, ni mrefu uh, wanasema tall, dark, and handsome. Lakini nikutie moyo au nikumbii, nikuonye, kuna demons that are tall they are kama kaka anakwambia ndio, unajua mwalimu aiki anasema vile, lakini unajua tuangalie hivi, utaishije? kama unajua tumesikia demon sasa mtu ambaye anatetemeka akisikia neno la Mungu, maisha yako yako made. Ukipata mke wa staili hiyo eh, ambaye anatetemeka neno la Mungu likifundishwa, akisikia neno la Mungu, maisha yako yako made. Lakini mbali na hapo, ngoja <laughs> niombe kwa dada kidogo. Wadada wanaangalia na mwalimu. Haleluya. Amen. Yeah. Nipige, nipige, niue. It will suffer in that house, tateseka kwenye nyumba. Lakini kuna mtu ambaye akisikia neno la Mungu. It is final. Hata kama alikuwa na hasira akasikia wimbo tu wa Mungu, yani akisikia kitu cha Mungu kinamkumbusha Mungu, lakini uh, no, no. At kuna mtu hata umkumbushe Mungu hata Yesu atamwambia Yesu, Yesu subiri, nitamwonyesha nakwambia, mi nitamwonyesha hezi nchezea mimi hey. Hey. Mtu ambaye mwogopi Yesu, we ni nani? hata kutafuna tafuna nasikia mm. Kuna mtu umekaa unasema, natamani fulani. Huyo fulani ni wewe, sema mimi, huyo fulani ni wewe. kwa ajili ya unahitaji, angekeo akasikia ile somo, angebadilika. Sio mtu ambaye anatetemeka moyo wake akisikia Asemi, unajua kuna mtu ambaye akikaa akisikiza neno akisema aliye ndani yako ni mkuu, anaweza akakoti andiko nini, anaweza kufundisha akafanya, lakini neno la Mungu alimbadilisha. Na ukifika sema hapo, neno la Mungu ubadilishi ni hatari. Unaweza ukalifundisha ukaligeuza geuza, ukahubiri watu wakatoa machozi, na wewe huko vile vile. Unaona kama mawe ya mtoni yameloa nje, lakini ndani ni makavu, maji hayawezi yakaingia ndani. Mesha sema sio mimi, hello kila wakati akiisha moyo wako, yaani neno lisiwe la kawaida kwa kila, unapolisikia liathiri maisha yako, sema nasikia. Alright, wiki yeah, ijayo tutaangalia faida za kumcha Mungu. Leo tumepata opportunity ya yeah, kufanya introduction, amen, nikiendelea yeah, kwenye faida na ziko nyingi, nikiendelea kwenye faida Nitarush, na nilisema sitataka kurush, ili somo taenda taratibu. Ukiwa umeketi funga macho yako, inua mkono wako juu, mshukuru Mungu kwa ajili ya neno lake.